Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili amesema kuwa anaweza kutoa makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kwa Ukraine iwapo rais wa Urusi Vladimir Putin hatafikia mwisho wa vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Trump alizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya rais, yani Air Force One, wakati akielekea nchini Israel. Trump alieleza kuwa yeye na rais wa Ukraine Volodimiri Zelenski walijadili ombi la Zelenski kuhusu msaada wa silaha ikiwa ni pamoja na makombora ya Tomahawk. Wawili walizungumza kwa njia ya simu siku ya Jumamosi na jana siku ya Jumapili. Makombora ya Tamahawk yana uwezo wa kufikia umbali wa kilomita elfu mbili na mia tano sawa na maili elfu moja na mia tano hamsini na yanawezwa kufikia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi ikiwamo jiji la Moscow. Kremlin yani kuru ya Urusi imetoa onyo dhidi ya hatua yoyote ya kutoa makombora hayo kwa Ukraine, huku Trump akieleza kuwa kuingizwa kwa Tamahawk kwenye vita hiyo kutakuwa hatua mpya ya uchokozi. Trump alisema Kani haitauza moja kwa moja makombora hayo kwa Ukraine bali yatawasilishwa kwa NATO ambayo kisha inaweza kuyakabidhi kwa wa Ukraine. Naam, naweza kumwambia Putin kama vita haitamalizika huenda tukafanya hivyo, alisema Trump na kaongeza kuwa huenda tusiwape lakini huenda tukawapa. Je, wanataka Tomahawk kuelekezwa upande wao? Sidhani kama wanataka akimaanisha kuwa Urusi haitaki kushambuliwa na makombora ya Tomahawk. Naye Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema awali kuwa Ukraine itatumia makombora hayo ya Tomahawk kwa malengo ya kijeshi tu na si kwa kushambulia raia wa Urusi iwapo Marekani itayatoa. Hatujawahi kushambulia eneo la raia wao, hicho ndicho kitu kikubwa kinachotofautisha Urusi na sisi, alisema kiongozi huyo wa Ukraine katika kipindi cha Sunday briefing cha Fox News, na akisema kuwa ndiyo maana wanapozungumzia makombora ya masafa marefu wanazungumzia malengo ya kijeshi pekee. Kauli za Zelensky zilirekodiwa siku ya Jumamosi, zilirushwa hewani Jumapili baada ya mazungumzo yake ya pili ndani ya siku mbili na rais Trump. Zelenski alisema bado wanaendelea kujadili uwezekano wa Marekani kuipatia Ukraini makombora hayo ya masafa marefu. Trump wiki iliyopita alisema kuwa kabla ya kuidhinisha utoaji wa makombora ya Tomahawk atataka kujua jinsi Ukraine itakavyoyatumia, kwani hataki kuchochea zaidi vita kati ya Urusi na Ukraine. Zelenski alisema bado anajitahidi kumshawishi Trump kuidhinisha mpango huo wa Mbora. Tuna matumaini juu ya matumizi kama hayo, lakini tusubiri tuone, alisema Zelensky. Putin alisema mapema mwezi huu kuwa haiwezekani kutumia kombora ya Tomahawk bila ushiriki wa moja kwa moja wa wanajeshi wa Marekani, hivyo utoaji wowote wa silaha hizo kwa Ukraini utachochea hatua mpya kabisa ya uchochezi wa kijeshi. Hata hivyo, Zelensky katika hotuba yake ya jana Jumapili jioni kwa taifa lake la Ukraini alisema wasiwasi wa Urusi ndiyo unawatia moyo kuendelea na juhudi hizo, tunaona na kusikia kwamba Urusi inaogopa kuwa huenda Marekani itatupatia Tomahawk na shinikizo kama hilo linaweza kusaidia kufikia amani, alisema Zelenski. Vita vya Ukraini ni vya umwagaji damu zaidi barani Ulaya tangu Vita Vikuu vya Pili vya Dunia, na maafisa wa Urusi wanasema sasa wako katika mgogoro wa moja kwa moja na mataifa ya Magharibi. Putin anatafsiri vita hivi kama kipindi muhimu katika uhusiano kati ya Mosko na nchi za Magharibi, akidai kuwa zimedhihirisha Urusi tangu kuvunjika kwa muungano wa Kisovieti Mwaka elfu moja kenda mia tisini na moja kwa kupanua NATO na kuingilia maeneo anayoyaona ni ya ushawishi wa Mosco ikiwamo Ukraini na Georgia. Ukraini na washirika wake wanatafsiri vita hiyo kama jaribio la Urusi kuteka ardhi kwa mtindo wa enzi za kifalme, na wameapa mara kadhaa kuishinda Urusi. Hii ni Msasa Media.